Unaweza kurejea tena na hii ni Morning Victory, kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, na kujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia siku hii ya leo. Mimi ni Georgina wa tatu na huu ni wasaa mzuri wa kujuza yale ambayo ameweza kujiri nje ya mipaka ya Tanzania. Tuangazie katika mzozo ambao upo kati ya Marekani pamoja na Irani, na tumeweza kuona kwa siku ya jana kwa taarifa ambazo ziliweza kutoka kwamba ambaye ni waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameweza kutembelea katika taifa la Marekani kufanya ziara kwenda kuzungumza na rais wa Marekani Donald Trump kuhusiana na mpango wa nyuklia katika taifa la Irani. Lakini baada ya mazungumzo hayo, rais wa Marekani Donald Trump ameweza kutoa taarifa akisema hakuna hitimisho lolote lililoweza kufikiwa katika katika majadiliano kuhusiana na mpango wa nyuklia katika taifa la Irani. Kwa hiyo hata baada ya kwenda kuzungumza, kwenda kujadili, hitimisho haijaweza kupatikana, lakini hata hivyo um, Jumanne ambapo ilikuwa ni ilikuwa katika taifa la Iran wanaadhimisha maadhimisho ya 47 ya mapinduzi katika taifa hilo, na pale ambapo katika maadhimisho hayo tukaweza kuona rais wa Iran Masoud Pezeshkian akiweza kuzungumza kuhusiana na mauaji ambayo yaliweza kutokea katika kipindi cha maandamano yaliweza kutokea katika taifa la Irani, lakini pia akazungumzia kuhusiana na mpango wa nyuklia ambao upo hivi sasa ambao unaleta mvutano kati ya mataifa mawili kati ya Irani pamoja na Marekani. Napo pia aliweza kuzungumza, na watu wengi zaidi walitamani kuweza kuona rais wa Irani atazungumza nini watu wengi walitamani kuweza kuona uh, kiongozi huyu mkubwa wa taifa la Iran Masoud Pezeshkian atazungumza nini, kuhusiana kwanza kabisa na maandamano yaliweza kutokea mwezi wa 12 mwishoni mwaka jana 2025, na, na mpaka mwaka huu 2026 mwanzoni kabisa mwa mwezi wa kwanza, lakini pia kuweza kuzungumza kuhusiana na mpango wa nyuklia kati ya Irani pamoja na Marekani. Watu wengi walitamani kuweza kuona atazungumza nini, na sasa katika maadhimisho hayo ya 47 ameweza kwanza kabisa kuweza kutoa pole kwa wale waliweza kupoteza waliweza kupoteza watu wao wa karibu, lakini pia ameweza uh, amesema kwamba ni jambo la uzuri sana ambalo limeweza kutokea katika taifa la Irani Naye pia ameungana na wachambuzi mbalimbali wa masuala ya siasa akisema kwamba maandamano hayo yameweza kusababisha vifo vya watu wengi ikiweza kulinganishwa na mapinduzi yaliyoweza kufanywa mwaka 1947 katika taifa la Iran. Lakini pia baada ya kugusia mpango um, wa nyuklia kati ya Iran pamoja na Marekani, akasema kwamba wao wapo tayari kuweza kuzungumza kuhusiana na mpango huo wa nyuklia ila tu pale ambapo apata kuwa na vikwazo vyovyote, Irani ipo tayari kuweza kuzungumza. Lakini hata hivyo uh, ye baada ya kuzungumza hiyo, tunafahamu ambaye ni waziri wa mambo ya nje katika taifa la Irani Abbas Araghchi, naye pia anaweza kuzungumza kwa upande wake, hususan kuhusiana, kuna taarifa ambazo zilikuwa zinasemekana kwamba Irani wa, wapo tayari kuweza kushambulia baadhi ya kambi za Marekani ambazo zipo katika baadhi ya mataifa ikiwemo taifa la Israeli ikiwemo Qatar. Kwa nani aliweza kuzungumza akasema kwamba wao kama Iran katika kuweza kushambulia hizo kambi hawataweza kuzishambulia mpaka pale ambako labda Marekani yakianza kwa mpano, mfano labda kwa upande wa Marekani, rais wa Marekani Donald Trump akianza kuamrisha vikosi vyake kuweza kushambulia upande wa Iran, ndipo pale Iran na wenyewe watachukua maamuzi iko ndio kitu alichoweza kuzungumza, ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi. Na hata pia anakuja kuangazia kuhusiana na majadiliano ambayo yalikuwa siku ya jana kati ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na rais wa Marekani Donald Trump. Tulitegemea kuweza kuona hitimisho itapatikana, kwa sababu hawa tunafahamu katika masuala ya kidiplomasia diplomasia yao ipo vizuri kati ya Israel pamoja na Marekani tutegemea labda wangeweza kupata hitimisho lakini baada ya kuweza kuzungumza Trump akasema hitimisho bado halijaweza kupatikana. Na mimi kwa mtazamo wangu ninavyoona hitimisho halitaweza kupatikana kama katika mazungumzo yao hawataweza kumshirikisha Iran ambaye yeye ndiye mhusika mkuu, lakini pia kuweza kushirikisha baadhi ya mataifa kama Oman ambapo wenyewe wamesema kama wapatanishi kati ya Marekani pamoja na Iran katika mzozo huu ambao upo. Kwa hiyo kama hitimisho anataka liweze kupatikana inabidi duru ya pili ya mazungumzo yaweze kufanyika haraka iwezekanavyo, na duru ya pili inasemekana itafanyika katika taifa la Marekani. Kwa hiyo tuweze kuona kwamba baada ya duru ya pili ya mazungumzo ambayo tunategemea kuweza kufanyika, labda hitimisho linaweza likapatikana kuweza kuondoa huu mzozo kabisa ambao upo. Tumeweza kuona baadhi ya mataifa kama Urusi wenyewe wanasema wapo tayari kuweza kuona amani inapatikana pande zote mbili, upande wa Iran lakini pia na upande wa Marekani. Hawataki uh, kuweza kuona uh, nchi hizi mbili zinaingia kwenye mgogoro wa kivita, lakini tunafahamu mwezi wa sita mwaka jana 2025. Uh, Irani aliweza kuingia katika mgogoro wa kivita na Israel, na mgogoro huo wa kivita uliweza kudumu ndani ya siku 12 pekee. Na, peke. Na tukaweza kuona pale ambapo Marekani akiweza uh, kusapoti upande wa Israel katika kuhakikisha kwamba a uh, masuala mazima ya kinguvu ya kijeshi Israeli anapata lakini, baadaye Marekani huyo akasema kama mpatanisho kisha kwamba mgogoro huo unaenda kutamatika. Kwa hiyo tunaweza kuona jinsi gani ambavyo kwa upande wa Iran ni kama vile yeye anajiweka anajiweka saa kusema kwamba mimi sina changamoto, nipo tayari kwa mazungumzo, nipo tayari kwa ajili ya kuweka mambo sawa, lakini vikwazo niweze kuondolewa. Lakini hata hivyo, na kwa upande wa Marekani naye pia anaonekana ni kama vile anaendelea kushikilia msimamo wake kuhakikisha kwamba zile asilimia sitini zile katika upande mzima wa uzalishaji wa madini ya urani yanapungua. Sasa wanaanza wakasema kwamba rais wa Iran Masoud Pezeshkian atakubaliana na mpango huo kutoka kwenye asilimia sitini mpaka kwenda kufikia kwenye asilimia tatu. Mtazamaji, natamatisha hivyo morning victory siku hii ya leo. Natumani nitakuwa nimekujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kuandalia siku hii ya leo katika upande wa fahamu zaidi, upande wa kitaifa, kurasa za mbali za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. mimi ni Jojina Mwatatu, waendelea kutazama Rabi TV kisima.